Ukiwaza kitu usinani hapo, muuliza mtu kitu, niache na changanyikiwa, mtu wangu. <laughs> Tutakosana na wewe kumbavu, najua unaniona kama matako yako, namsemea kwa mama kide kide, ukimuiba unatafuta lawa. Ndege hoyo wangoto, ndege hoyo, wanguto, dege, hoyo wangoto ndege hoyo ndege wangoto ndege hoyo ndege wangu ndege wangu wangu hoyo ndege wangu ndege wangu hoyo ndege mama. A bana, ni hatari, mtaa wa Mitunduruni hapa hajapoa mwanangu. Singida ni pamoto bana, unaona kwanza kipaji kilipopoa hapo. Kwanza mtu wenyewe kaka kinya mwezi, afu flow kama hivi ase. wanakutambua kwa nani? Ah, kama mlivyosikia, anaitwa Rate Tz, msiache kumfuata. na hii hapa ni Classic Tv kwenye Story za Kitaa bwana. Ngoja tuende na mwana mwingine hapa bwana. vipi baat Shagi Wizi. Ya yeah, ya. Yeah. Unaonekana ni Mnyamwezi naye pia bwana uzukana Mnyamwezi au sio Mnyamwezi? Da unyama. <laughs> Singida ina mambo mengi. Uhakika. Hapa mtani kwenu bana kama alivona hiki pa kipaji, jamaa na bongo flavor nzuri, sauti imetulia. Vipi wewe kuhusu wewe? Ah uh, mimi hapa nina vipaji vingi kwanza. Ila favorite napendelezea vipaji viwili kabisa. Okay, kwa kama sivyo unaweza kutuonyesha kitu gani ulicho nacho? Ah uh, mimi na mimi na rap pia na dance. Okay. Yeah. Kwa hapa tukikuplay beat unatembea fresh. Sawa sawa, kama ulivyosikia anaitwa Shaz Shagi Wizi kutoka Mitunduruni pale pale hapa hapa Singida. Sawa sawa, kama mlivyomsikia anaitwa Shagi Wizi. Ngoja tumplay beat tuone munyamwezi hapa, yeah, Shagi Wizi kutoka Mendilo gang. Uh. tupo juu Tupo juu Wauni, tuko low, venya tupendi masiara. Ukileta na bishi, tunakupiga kakara. Ukileta ubishi, tunakupiga vipara. Yani mwendo wachichi, tunakunyoa kifala penda bitikali msela bitikali ikija naikongeza na jela usitaki kupiga ni kupige nende jela mtoto wa juzi bado utakufa kabwela uendekezi nini unaendekeza pisi mtoto wa mjini umekaa kama fisi unaleta ujinga kwenye ron za kufirigisi kama utaki kwenye lo mindo siriri ukileta ubishi na kupatia kipiriri au utaki bishi kwenye laum kwenye

Chibonge, a, minapenda minyama, minapenda tu kunyema, ukinletea minyanya na shika shika kama na hema Eh, mimi napenda hiyo nyashi, akipita kama dash kama taki kwenye peace, kanaralia nyashi kwenye from mtoto mzuri mtoto fulani kama taki, yani akipita mwepesi ka karatasi, anandatisha vile napenda mikasa. Akija ghetto waga, sifundishi mara mbili

Bwana eh, Singida paja poa, wanangu. Singida leo, Nyamwezi kibao, vipaji vipo vipo kama unavyoona, tumekutana na Shagwizi hapa kati, tukakutana na Negro 911. he, na mnyamwezi wetu Rate Z on this one kama mlivyosikia wote, mnaweza kuwatafuta, na hapa ni Classic TV kwenye story za kitaa. Haya tu zetu, tuwacheki wana wengine ambao wamekaa kwa juu mdogo mdogo tu, tuone watu walivyokuwa na hatari. Asiye mambo, vipi oya? Kama kawa bana, kama Kenya naona umetulia kibosi, unyama ni mwingi mjombangu e bana no, unakuita nani hapa kitaa? Ah, anaitwa Bing Msafi. Bing Msafi yep yap yep, kama Bing Msafi, umesikia yep. hapo wenzako walivodondosha kina kama kawaida wanangu, wana mbaya kabisa, umesikia unyama alivyonipa. Ah, wanajua mimi nataka nikufahamu kwanza, una kipaji gani ah, mjombangu mimi naimba bana, umtaa. Kumbe wanaoimba wako, eh, wengi eh, bana Ngoja tumsikie na huyu tuone mambo yake anatupa vitu gani eh, eh. <mulia>

Tama penzi nimeifunga, I know I know. Umenibamba ni penzi kisada, ndikaona yumba nimekimata, I know. Nikajua ninapendwa, nikavimba vichwa, I know. Kama mlivyomsikia Bim Safi kutoka hapa hapa Mitunduruni, ni haja poa, tumepata flavor fulani, mziki falo. Tulia hivi, tukiachana na kitu ulichokifanya kuna kitu kingine unaweza kutupatia kama surprise, wa Tanzania wana wa Singida, na pia wakijione waone vipaji Ah, ndio ndio, kuna udambu mwingi. Kama upi unaweza kutupa utupe? ah, labda nikuimbie ni kidogo kihindi na kajambo. Ah paka hii ndio natupeleka baba? Ah kidogo sio mbaya. Ah nakubali. Nimtupe vitu kwanza. <coughs> mm-hmm. Basi koicho pae. Lokini hiye chae lokini hiye

Chaube, kabi chhoekakaiheruuzndiboeamaalhnasasawa ah. Sawa, ibana pajapoa Mitunduruni aise singi bing safi. Kuna wana kibao wametulia hapo, wengine naona wamekaa kona hivi. Ibana mambo vipi Wakamaka? Shwari, shwari, shwari. Yeah. Kwanza unaitwa nani wakufahamu? Ah, mwanangu anaitwa Golden 21. Ibu ana Golden 21? Yeah, yeah, sure. Wewe una kitu gani ambacho unacho we? Ah, mimi naimba. Niko vizuri kaka. Asiye mtaa mimi unashaanza kunichosha ise. Kumbe watu wanajua kuimba huko kibao watu hawajapoa? Yeah. Unaweza kutupa vitu kidogo? Ah, mimi naweza kupita a cappella. A cappella, unatupigia tunapeleka wapi? Ah bana napeleke Bongo Flavor. Nimtupe ah, vitu kidogo Ah, okay. he's okay. He's a toy I'm a keeping movie I don't have a choice. So sick and tired of people trying to change me. They will read me but stand in line and buy a ticket to hate me. Yeah my hate to what are you many. Ah oh. e bana hatari. Yongo mania nani tukaitafute. Ah ingoma wangu challenge moja TikTok. Ah okay. Hamna noma na napo. mwana mwana anaitwa nani nani? Duli Ibana, hivi nyewe kama mlivyosikia wazenu walivyokuwa na kivipaji kama hivi, mnasemaje kwa watanzania wengine wa na hapa Singida kuhusu vipaji vyao? Hamna issue. Unajua nini, usikate tamaa tu, issue ni kutokukata tamaa. nini ni wamshauri mtu sawa, yaani usifate usifate ushauri wa mtu Yani, yani fata kichwa chako kinacho kupeleka ukiwaza kitu usinani, wapo, unapomuuliza mtu kitu <laughs> muuliza mtu kitu, changanya na akili yako, afu angalie kinaenda sehemu gani, okay. yeye yeah. E, unaweza kuwapa maneno gani mawili tatu watu kama ambao wana vipaji hapa pa Singida, mtaani kwako tena hapo hapa hey. watu tena wengine wanafahamu, unaweza kuambia kitu gani? ami chakawambia, sina kama alivyosema huyu, wakishauriwa na watu wachanganya na ni koa kwanza. Kipaji chako kingine ni kipi? Mi dance

oza ni chocho kwa chocho kitani tena pale pale. Vipaji ni vingi, vijapoa bana. Jamaa kumbe ana kipaji chingine cha kudansi, ametudansia kidogo, tumeona nyamwezi yake. Sikia anaitwa Ray TZ. nataka nimpigie hapa drip check, nimeona alivyopoa kinyamwezi. Tuone vitu alivyo navyo eh bana. Vipi baridi kama kaa kama kawaida bana. icheni shingapi? Kwanza ah, icheni alinipa mama angu, sasa si sijajua shingapi, ile imepoa. Yeah. Kama magoldi fulani ndio. Hawezi kunikaba. Wanakuelewa vizuri. Hawezi kunikaba. Vipi napo aka kaunyama elfu ishirini na tano. Elfu ishirini na tano elfu mm. ishirini na tano. Iaa Hapa chini hapa chini kumi na tano hivi kumi na tano. Kumi na tano mtumba OG kumi na tano. Ibana mtumba OG elfu kumi na tano na hapa chini kabisa hapa chini ujao elfu hamsini na tano, elfu hamsini na tano umevaa kitu cha elfu hamsini na tano, ndio. Hapo juu elfu e, kumi okay, na tano. Na simu ni laki nne na hamsini. Mtu kavaa zaidi hata laki nane hapa, utapiga hesabu mwenyewe utasema Umepoa mwanangu, nyamwezi ni mwingi. Watakupata kama nani? Hapo hapo mtani kwenye Classic TV, stories za kitaa. Bwana, kwenye mtaa wa Mitunduruni, nimekutana na gang la Mindilo mm, ambalo mnasema ni gang la muda mrefu. Unaweza kunifahamisha kidogo kuhusu na Mindilo? Ah, hii kikundi bwana cha Mindilo kilitokana labda na bwana kaka hapa, si unajua e, alifungua library mara ya kwanza. Alipofungua library, sisi tukawa kama vile vijana tuna ajira, si unajua, kutokana, hatuna ajira, tukaamua tujiekeze hapa kwa brother, nini anatutuma, tuma diski nini, si unajua e, tukakaa hapa sana na brother, katoka kikundi ambacho tukikaa kwa maarufu, ambaye kwenye kila shughuli labda tunaitwa kutokana na ucheshi wetu, uongeaji wetu nini, si unajua e, so hatuna tabia ya uhuni, kwa hiyo mtaani wetu tukatupenda, si unajua Jakea sifa nzuri, mindilo kama hivyo. Sasa hivi tupo fresh nini kwa kila shughuli, sisi tukienda lazima tu mindilo, kama tumeunda brand yetu unajua eh, tukienda sehemu fulani labda kwenye party au labda tukialikwa kwenye kumbi nini unajua, lazima tutaje mindilo, ni kama tushajekea, ni kama vile umaarufu fulani. Okay, kama nilivyokusikia na kama walivyokusikia wa Tanzania na wana wa Singida mitame tunduruni wamekutana na mindilo. Yeah. Mindilo kama mlivyoyasikia alivyoelezea hapa, eh bana hapa hapa, Mindilo, kitu gani ambacho unapenda kwenye mtaa wenu? Da, nachokipenda kwenye mtaa wetu au navoishiwa machaliwa, hapa tunaishi sana kwa upendo, unajua utani mwingi, tunaishi kwa upendo maupendo, eh, unajua love wote hapa tunapendana e, kama unavyoona si wacheshi, tunaongea sana nini, ni madansa, waimbaji. Lakini kwenye gen lako au gen lenu la Mindilo sijafanikiwa kumwona mtoto wa kike. Ah, mtoto wa kike sana <laughs> mambo ya e, si ni meni tu. unajua kwa sababu tulivyojikuza ni meni. Okay. Mm. Na kama mlivyopata story mbili tatu kuhusiana na Mindilo ni Mindilo na ina vipaji kibao hapa, Mitunduruni ni kata nzima hii. Endelea kubaki hapo Classic TV, hapa ni story za kitaa, hatujapoa tumetulia. Kama leo sio kesho na kesho sio leo tutakutana siku nyingine.